Kuwafikishia ujumbe huu wananchi wa mkoa wa Morogoro na Tanzania wote kwa ujumla kwamba maazimisho haya ya miaka 80 yalianza tangu tarehe tano mwezi Mei ishirini ishirini na tano, kama alivyosema mganga mfawidhi wa hospitali kwa zoezi la kupima afya ya wananchi na ambayo imeitwa afya check lilofanyika katika viwanja vya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kuanzia tarehe tano. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni miaka themanini ya ujenzi wa jamii yenye afya. Lengo la maadhimisho haya ni kushiriki eh, lakini pia ni kuakisi huduma za afya na kuonesha maendeleo ya utoaji wa huduma hiyo katika hospitali yetu kwa miaka hiyo themanini. Oh, tuna, tunafanya tathmini hiyo ya kihistoria hiyo miaka themanini katika umri wetu huo. Tume, tumetoka wapi na mpaka leo tumefika wapi? Nitumie fursa hii kumshukuru sana Dr Samia Suluhu Hassan, na katika miaka yake hii minne hata hiyo hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro ya rufaa ameigusa, na na tuna majengo ya mama na mtoto pale, tuna jengo la uh, ICU, tuna jengo la EMD, lakini kubwa zaidi mwaka jana wakati wa ziara yake ya kihistoria katika mkoa wa Morogoro eh, Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi ali, ali shilingi bilioni tano kwa ajili ya jengo la mama na mtoto la pale kwenye hospitali yetu ya rufaa. Mimi fursa hii kwa mara nyingine nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro kushiriki kikamilifu matembezi ya hisani eh, kwa kuchangia shilingi elfu thelathini na tano kwa ajili ya t-shirt na kofia kwa hiyo kila mmoja wetu hapa e, na matarajio yangu kwamba atachangia a, atanunua t-shirt hiyo kwa shilingi elfu thelathini na tano ambapo unapata t-shirt na kofia e, na wewe siku hiyo kwenye matembezi ya hisani unashiriki una, una ukiwa umetia viwalo vyako pa